Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya Tanga imetoa taarifa ya kuelekea maadhimisho ya wiki ya maji na jinsi walivyojipanga katika kuimarisha huduma kwa wateja. Akitoa taarifa hiyo kwa waandishi wa habari, meneja wa huduma kwa wateja Alawi Ahmad amesema wiki ya maji itahusisha utoaji wa elimu na tathmini mbalimbali mbali za huduma ya maji. Tarehe 16 mpaka 22 Machi uh, huwa tunaadhimisha wiki ya maji maadhimisho ya wiki ya maji tunafanyaga shughuli zinahusisha kazi mbalimbali mbali ambazo tunazifanya kwa wa, kwenye mipango yetu na programu ya wiki ya maji kwa ujumla. Ndugu wana habari, napenda kuchukua fursa hii kuhusu huduma zinazotolewa na tanga UWASA. Wizara ya maji kuanzia mwaka 1988 imekuwa ikiadhimisha wiki ya maji kila mwaka hapa nchini na imekuwa ikiwashirikisha wananchi na wadau wote wa maji kutathmini mafanikio changamoto na kubadilishana uzoefu katika kuboresha huduma katika maeneo husika, huduma za maji safi na usafi wa mazingira. Maadhimisho haya kwa mwaka 2025 yana kauli mbiu inayoelezea umuhimu wa kutunza vyanzo vya maji ili kuwa na uhakika wa huduma. Kauli mbiu hiyo inasema uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Kwa kupitia kauli mbiu hii, Tanga UWASA inapanga kufanya tathmini na kuweka vipaumbele katika mambo mambo yafuatayo: jitihada zinazofanyika na matokeo ya uhifadhi wa mazingira ili kufanikisha utunzaji wa vyanzo vya maji na kuvifanya kuwa endelevu; kupunguza athari za uchafuzi wa vyanzo vya maji ili kupunguza athari zake kwa watumiaji na kupunguza gharama za kuyasafisha; utekelezaji wa miradi ya kuboresha hali ya huduma kwa upande wa maji safi na maji taka utatuzi uluma, wa kero za huduma zinazowapata wananchi kwa sasa kwa sasa katika maeneo mbalimbali ya huduma na kutoa elimu kwa wateja juu ya habari mitandao ya kijamii na madawati ya huduma kwa wateja. Katika wiki hii ya maadhimisho haya katika, uh, Tanga UWASA imepanga kufanya mambo yafuatayo wakati uh, wa kipindi cha maadhimisho kutoa elimu kwa wateja kuhusu maswala ya maswala mtambuka ya huduma za, ma, za maji kwa kutumia vyombo vya habari, madawati ya huduma kwa wateja na kuwatembelea wateja majumbani. Madawati maalum ya huduma kwa wateja yatakuwepo katika maeneo yafuatayo: ofisi kuu ya, ya Tanga UWASA iliyopo mtaa wa Swahili, uh, soko la Mgandini, Amboni, eneo la stendi pamoja na Pangani mjini. Lakini pia kutakuwa na kufanyika kwa mikutano ya wadau kwa ajili ya kutoa taarifa mbalimbali na kuruhusu majadiliano kuhusu masuala ya huduma za maji safi na maji taka katika jiji la Tanga, mji wa Muheza na mji wa Pangani. Wiki hii ya maadhimisho ya wiki ya maji, Tanga UWASA itatoa msamaha wa tozo la kurejesha huduma kwa waliositishiwa huduma. Wa wananchi hao au wateja wa hao wataruhusiwa kuweka mikataba ya kulipa madeni yao kwa awamu, yaani kulipa kidogo kidogo. Kwa upande wake kaimu mkurugenzi wa usambazaji maji na usafi wa mazingira Tanga UWASA injinia Salim Hamisi akaelezea mradi wa hati fungani utakavyotoa suluhisho la tatizo la maji kwa wilaya Muheza, Pangani na Tanga jiji. Kwa mimi nitaenda moja kwa moja kwenye huu mradi wetu mkubwa wa kuhakikisha kero za maji zinapungua hapa Tanga tuna huu mradi mkubwa wa hati fungani. Katika huu mradi tuna maeneo makubwa manne ambayo yatasaidia kupunguza hali ya au kumaliza kabisa shida ya maji katika jiji la Tanga na, ma, na miji ya Muheza na Pangani. Kwenye huu mradi tuna at, item ya kwanza kabisa tunaenda kupanua mtambo wetu wa kusukuma maji pale mabayani tunaupanua kutoka uwezo wa sasa wa mita za ujazo elfu arobaini na mbili kwa siku mpaka kufika elfu sitini kwa siku. Pili, tunajenga bomba lingine kubwa kutoka Mabayani mpaka kituo chetu cha kusafisha maji pale Moe lenye kipenyo cha milimita mia sita au inchi 24. Sasa hivi tuna bomba moja lenye kipenyo cha milimita, shina, milimita mia sita na tunaongeza la pili alafu item nyingine ni kwenye kituo chetu cha kusafisha na kutibu maji pale Moya. Kile kituo chetu kwa sasa kina uwezo wa kusafisha na kutibu maji kwa uwezo wa mita za ujazo elfu arobaini na tano kwa siku. Kwenye huu mradi tunaenda kukiongeza kufika mita mita za ujazo elfu sitini kwa siku. Pia kwa sasa hivi tuna changamoto ya kuhifadhi maji storage matenki yako machache na ndio maana mnaona kwamba tukipata changamoto ndogo tu ya kukatika kwa umeme mji wote unakosa maji. Kwa hiyo pale Moe tunaenda kujenga tenki kubwa mita za ujazo elfu thalathini na tano ambalo lenyewe litaweza kutuhifadhia maji zaidi ya masaa kumi na mbili kwa siku. Kwa hiyo tukipata changamoto ambayo itakuwa chini ya masaa kumi na mbili, wananchi wataweza kupata huduma bila kupata changamoto ya aina yoyote. Na, na item ya tatu ni kuendeleza mtandao wa mabomba kwa maeneo ambayo bado hatujayafikia kama alivyosema mkurugenzi wa huduma kwa wateja. Kwa hiyo hapa tutakuwa na kilometa 60 katika maeneo yote Tanga mjini, Muheza na Pangani. Kwa hiyo tuna maeneo ambayo kwa sasa hivi tunayatambua kwamba yana changamoto ya maji ambayo hayapati ya maji masaa kumi na mbili, ikiwepo Mikocheni, Pongwe kule Sanawali na Pingoni na Neema tongoni na neema. Kwa hiyo katika mradi huu hati fungani, maeneo haya yote yanapelekewa mabomba makubwa ili kuhakikisha na wenyewe wanapata maji ndani ya masaa 24 kwa siku. Pia katika mradi huu hati fungani tutakuwa na item ya kuwafungia wateja mita za malipo kabla, mita elfu kumi. Maadhimisho ya wiki ya maji iliyoanza tarehe 16 itahitimishwa tarehe ishirini na mbili. Uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Pamela Chaula, Tanga TV.